Na ndani ya kila familia hapa Tanzania utakutana na kitu ambacho hakina harufu, hakina rangi, hakina ladha okay. maybe kwa baadhi ya watu kina ladha. Ni kitu ambacho tunakitumia kwenye matumizi yetu ya kila siku, kwenye kupikia na kwenye vitu tofauti ambavyo tuna matumizi nacho. Hichi ni kitu ambacho viwanda vinavyotengeneza hichi kitu imefanikiwa katika kutuaminisha ya kwamba mafuta haya pia ni salama zaidi kwa ajili ya moyo wako kuliko hata yale mafuta mengine ambayo ni ya mgando. Na hapa tunakwenda kuzungumzia mafuta ya alizeti, mafuta yanayotokana na mahindi corn oil, mafuta ambayo yanatokana na pamba cotton, cotton seed oil. Kiufupi ni mafuta ya mbegu. Tunakwenda kuangalia ni ukwe, ukweli hasa uliofichwa kuhusu haya mafuta ya mbegu ambayo tunatumia kila siku na jinsi ambavyo unaweza kuhusianishwa kuwa ni mzizi wa inflammation ndani ya miili yetu, chronic inflammation zisizoisha ambazo zina uwezo wa kukuletea magonjwa ambayo ni sugu ndani. Karibu tena, hii ni Afya Essentials na ni namna ambavyo unaweza ukatumia lishe kwa ajili ya afya yako. Mafuta ya mbegu ni tofauti na mafuta ambayo tulizoea kuyatumia hapo nyuma katika majumbani kwetu kabla mafuta ya mbegu hayajaanza matumizi, mafuta mbegu ya mbegu yamekuja sambamba na viwanda na maboresho ya viwanda na maboresho ya teknolojia. Lakini ushawahi kujiuliza ni namna gani ambavyo mafuta mbegu ya mbegu yanatengenezwa au yanapatikana kutoka kwenye ile mbegu ambayo unaijua wewe, whether ni ya alizeti au ya kitu chochote? Mafuta ya mbegu kwenye mchakato wa kiwandani unapitia hizi hatua tatu ambazo zitakushangaza. Kwanza, mbegu inabidi zipitie joto kali sana, ambalo joto hilo moja kwa moja linakwenda kuharibu kila aina kila aina ya lishe ambayo ingeweza kupatikana kutoka kwenye hizo mbegu. Kwa hiyo inaharibu kila aina ya lishe na kuondoa kila kitu kwenye hizo mbegu. Joto hili kali ni muhimu kwa ajili ya kuhakikisha tunapata mafuta kutoka kwenye hizi mbegu. Baada ya joto kali, lazima mbegu hizi zipitie mchakato wa kulowekwa au kupitishwa kwenye kemikali kwa muda mrefu na kemikali hizi zinatengenezwa kutokana na petroleum, na hasa tunaongelea kemikali ya hexane ambayo inaongezwa kwenye hizi kwenye hizi mbegu kuhakikisha tunapata mafuta. Kwa hiyo hexane ni kitu ambacho kinaongezewa moja kwa moja, na hexane inatokana na petroli, inaongezewa moja kwa moja kwenye hizi mbegu kuhakikisha ya kwamba tunapata mafuta na, ku, na kutokana na hatua na kutokana na hatua ya pili ya kuongeza hexane. Hatua hii ya kemikali inaondoa kila aina ya ladha, inaondoa na inaacha harufu mbaya kwenye haya mafuta, hivyo kuhakikisha kwamba tuna, tuna hivyo kuhakikisha kwa tunarudisha ladha. Hiyo ni hatua ya tatu sasa, ambapo tuna tunaongezea ladha ambazo tunazitengeneza ambazo zinatengenezwa kiwandani zinaongezewa kwenye mafuta. Sambamba na hilo, naongezewa harufu kwenye yale mafuta ili yanukie vizuri, na kuondoa ile harufu mbaya ambayo ingetokana na kemikali. Hii ndio mchakato mrahisi kabisa ambao unaweza kukupitisha ambao wanaotumia kiwandani kupata sasa mafuta ya mbegu ambayo wewe unayatazama na unayatumia hapo nyumbani. Kwa hivyo mafuta haya ya mbegu siyo mafuta halisi ya alizeti kama ambavyo tunaweza kuona kwenye madumu tofauti ya, ya mafuta ambayo tumeona. Mafuta halisi ya alizeti siyo mafuta halisi hasa, ukifikiria mchakato ambao mafuta haya yanapitia, ni kweli ametokana na alizeti, ila uhalisi wake umeondoka kabisa kutokana na hizi hatua za kiwandani, na hili ni zao la kiwandani kabisa ambalo limetotea haya mafuta. Yaani yani, ilipaswa kabisa tuandike kwamba mafuta ya kiwandani, kwa sababu sidhani kama na uhalisia mwingine. Sasa imewezekanaje mafuta ambayo yanapitia mchakato kama huu yakakufikia jikoni kwako na yakawa ni sehemu ya matumizi yetu ya kila siku? Hii ndio sehemu ambayo inashangaza zaidi. Na kama ilivyokuwa kawaida, mafuta haya yameweza kukufikia kutokana na propaganda always za siasa, na katika kutengeneza faida kubwa kwa ajili ya watu wachache, kwa sababu ukirudi katika miaka ambayo mafuta yaliweza kugundulika, ukirudi katika kipindi ambacho mafuta yaliweza kugundulika na kuanza kutumika, kutokana na kutokana na mazao kutokana na mazao ya mbegu kuanza kuzalishwa kwa kiwango kikubwa, mazao hayo yakaanza kuwa yanatumika katika kuzalisha mafuta. Lakini licha ya kwamba alikuwa anazalisha mafuta kiwandani ndani, hayakuwa na soko kubwa, na makampuni mengi yalikuwa bado yanapambana ku, yalikuwa bado yanapambana kuongeza mauzo ya mafuta hayo, na mafanikio yao hayakuwa makubwa mpaka pale ambapo utafiti wa mwanasayansi Ansel ambapo yeye aliweza ambapo yeye ali ambapo kulingana na tafiti zake akaweza kuhusanisha ya kwamba zipo athari za moja kwa moja, yani mafuta aliyoganda, tuseme ni mafuta aliyoganda au mafuta ya mgando okay. mafuta ya mgando, kwamba kutokana na mafuta ya mgando, na mafuta haya mara nyingi yanapatikana na kutokana na wanyama, kwa mafuta haya unapokula kwa uendelevu, yana uwezo wa kuziba mishipa yako ya damu na kukusababishia matatizo ya moyo, kutokana na tafiti ya mwanasayansi huyu. Tafiti hii ikapelekea moja kwa moja kutumika na makampuni makubwa ambayo yanauza mafuta ya kula na kusababisha watu wengi kuaminishwa ya kwamba mafuta haya ndiyo salama zaidi kuliko mafuta ambayo ungeweza kupata kutokana na wanyama, kuliko mafuta ambayo ungeweza kutokana kupata kutokana na vitu vingine. Tafiti hii ikaungwa mkono zaidi na serikali na wadau wote wa afya. Tafitika ungwa mkono zaidi na serikali na wadau wengi wa viwandani, katika kuhakikisha ya kwamba, katika kutuaminisha ya kwamba unapaswa unapaswa, unapaswa kutoka kwenye mafuta yaliyoganda, yaani mafuta yanayotokana na wanyama kutokana na athari zake za kuziba mishipa ya damu na kuhamia kwenye mafuta haya ya mbegu ambayo yenyewe hayatakusababishia athari zozote kwenye kukuzibia mishipa yako ya damu wala athari za moyo. Kutokana na propaganda hii kuendelea kuenezwa, mafuta haya yakasambaa matumizi, kwenda kwenye majumba mengi, kwenda kwenye maisha ya kila siku, na hatimaye vyakula vingi ambavyo tunaviandaa mpaka sasa, tunatumia mafuta haya, ila kama ambavyo nilisema kama lengo lilikuwa ni kuacha mafuta ya wanyama kwa sababu yanatuletea athari za moyo, kwa nini mpaka leo hatujaacha mafuta hayo? Kwa sababu ukifikiria vizuri, nyama ambayo unakula bado ina kiwango cha mafuta. Nyama ya ng'ombe, nguruwe, ile nyama bado ina kiwango cha mafuta. Ukifikiria vizuri, ni kwamba huwa tuiondee yale mafuta, kama ni mafuta ambayo yanohusiana na nyama ya ng'ombe, si ndio? Lakini pia hata kama tu, wengine tunaondoa kwa kula steak, bado hata ile steak ina kiwango cha mafuta kwa asilimia kidogo, yaani ni kiwango tu cha mafuta kimepungua, lakini yale mafuta yapo. Kwa hiyo turudi pale pale kwamba wao lengo lao lilikuwa ni kuhakikisha wanauza hayo mafuta ya mbegu. Kwa hiyo hatujabadilisha matumizi yetu ya mafuta yaliyoganda au mafuta yanatokana na wanyama, bali mpaka leo yale mafuta ya wanyama tunatumia, ila tumeongezewa na mafuta haya ya mbegu ambayo tunaendelea kutumia. Ukifikiria huo ni ujanja mzuri sana ambao waliweza kuueneza na hata leo wamefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana. Sasa kinita tatizo kinaanzia hapo, kwa sababu uki, ukielewa vizuri ni kwamba mafuta mafuta yote whether, mafuta yote yaliyoganda na ambayo hayajaganda yanatengenezwa na kitu kidogo sana ambacho kinaitwa fatty acid. Hicho ndio ambacho kinatengeneza mafuta na mafuta ya mbegu yenyewe ametengenezwa na yenyewe yana mnyo, mnyororo mrefu wa polyunsaturated fats, yaani kwa lugha rahisi, yenyewe yana omega 6 iliyojaa sana, iliyojaa ndani yake. Nadhani hata unaweza ukawa umeisikia baadhi ya sehemu kuna omega hizi na omega 6 kwa kiwango kikubwa sana. Sasa ni kweli kwamba miili yetu inahitaji omega 6, hata hii ambayo inaipata kwenye mafuta haya ni sahihi. Ni sahihi kwamba miili yetu inahitaji licha ya kwamba inahitaji omega 6 mwili unahitaji uwiano mzuri kati ya omega 6 na omega 3 ili uweze kufanya kazi vizuri. Na uwiano huu kwa watu wengi au kwa wote ni uwiano kati ya moja na moja au mbili na moja. Ni hapo kwamba unahitaji omega 6 na omega 3 ili ufanye kazi. Sasa mafuta ya mbegu yanakuja na uwiano mkubwa wa omega 6 kuliko omega 3. Nakumbuka kwamba omega 3 yenyewe ya kupi kwa hiyo uwiano huu unaweza ukawa kati ya 21 na 1, 16 kumi na sita na moja. Nadhani umeanza kuona hapo shida inaanzia wapi. Kwa hiyo ni kiwango kikubwa cha omega 6 kinaingia mwilini na hichi ndicho ambacho kinaanza kuleta matatizo yafuatayo. Sasa ni haya Asa, matatizo matatu ambayo yanahusiana moja kwa moja na mafuta haya ya mbele. Kwanza, huu mnyororo mrefu wa polyunsaturated fat hivi, kwa sababu ni mnyo, mnyororo mrefu una uwezo ukavunjika kupitia hali ya joto kali, kama vile ambavyo tunafanyaga kwenye matumizi yetu, kwa sababu mafuta tunayaweka kwenye moto mkali. Sasa ni rahisi sana kuvunjika na kutengeneza viambata ambavyo ni vya sumu ndani ya miili yetu, au kutuingizia hizo sumu ndani ya miili yetu. Fikiria hivi, mafuta ya mnyama yana uwezo wa kustahimili joto, na ndio maana hata katika joto hili bado yenyewe ameweza kuganda kwa sababu yana uwezo mzuri wa kustahimili joto. Ndio unapoongeza joto, mafuta yale atayeyuka. Lakini mafuta ya mbegu hata kwenye joto hili tayari amesha tayari ameshakuwa kimiminika. Maana yake uwezo wake wa kustahimili joto ni mdogo sana. Sasa tunapoongezea joto katika kupika kama ambavyo waga tunafanya, mafuta haya ndio yanashindwa kabisa kustahimili joto na kuvunjika vunjika kutengeneza viambata vya sumu ambavyo vinatetea athari zaidi ndani ya mwili. Tatizo la pili ni Omega 6 ina uwezo mzuri ndani ya mwili wa wakandago kitu kinachoitwa oxidation, na kutokana na hii oxidation ambayo inaweza ikatokea, inaweza kutengeneza free radical ambazo zina uwezo wa kuidhuru seli. Kwa hiyo kwa lugha rahisi, ni kwamba hii inatengeneza viambata ambavyo vina uwezo mzuri wa kuidhuru seli na kufanya seli na kufanya seli shindo kufanya, kufanya kazi zake vizuri na kufanya seli izeweke kwa uwepesi zaidi. Oxidation hii ndio ambayo inaweza ikahusishwa moja kwa moja na inflammation ndani ya mwili. Kitu cha tatu, yanatengeneza yanatengeneza vile viambata vya, vya kusababisha inflammation ndani ya mwili yani, au tunaweza tukasema inflammation messenger, yenyewe ndio kitu muhimu ambacho kinahitajika katika kutengeneza vile vitu ni kweli inflammation inaweza ikawa na manufaa ndani ya mwili, ila inflammation inavyozidi kuendelea ndani ya mwili, yale manufaa yake yanaacha kuwepo tena. Kwa hiyo yanabaki kuwa ni madhara, na athari hizi zote huwa zinajikusanya baada ya muda mrefu na kuleta magonjwa ambayo ni sugu. Kwa hiyo kwa pale pale hautaona athari, ila athari hizi huwa zinaendelea kujikusanya, zinaendelea, zinaendelea, zinaendelea na baada ya muda mrefu zinakuletea matatizo mengi na athari ambazo mtu anaweza akaja akazipata, ni hasa kwenye magonjwa haya yasiyoambukiza. Na vipi kuhusu lile swala zima la mafuta haya yasababishi matatizo ya moyo? Hii imeonekana sio sahihi, kwa sababu kama mafuta haya yana uwezo wa kutengeneza viambata hivi vya sumu ndani ya mwili, sawa Viambata hivi vya sumu ndivyo moja kwa moja vinatumika katika kutengeneza ule utando kwenye mishipa ya damu ambao mwisho wa siku unazuia damu isipite kwa urahisi na mwisho kukuletea madhara ya moyo moja kwa moja. Kwa hiyo hata kwenye swala la moyo, kwamba mafuta haya yanaweza kaulinda moyo wako bado inaonekana sio sahihi. Na kwenye dunia ya leo mafuta haya ya mbegu yamekuwa ni sehemu muhimu sana katika kuongeza hili janga la, janga la uzito kama gonjwa lisiloambukiza. Kwahiyo huwa kuna ile hali ya kusema ya kwamba mafuta ma, mafuta yaliyoganda yana nishati kubwa kuliko mafuta ya mbegu. Kwahiyo ukifikiria vizuri, tutakuja kuona pia mafuta ya mbegu, licha ya kwamba tumehama tumehama kutoka kule, japo wote tunafahamu ya kwamba ni kweli hatujahama. Kwahiyo tumetoka kule, tumekuja kwenye mafuta ya mbegu na mafuta mbegu, ya mbegu yamekuwa sehemu muhimu sana katika kusababisha hivi vyakula kuviandaa hivi vyakula vingi na viwanda vingi, na mafuta haya yamekuwa ni yamekuwa ni sehemu ya kutengeneza vyakula ambavyo ni vigumu, yani vyakula ambavyo vinamshawishi zaidi mtu kula. Kwa hiyo kuna, kuna hivi viungo vitatu ambavyo viwanda vinatumia sana. Cha kwanza ni sukari, ambavyo natengeneza vyakula vingi vya sukari na vyakula vingi vya sukari vya kusindika na vitu kama hivyo, ndivyo ambavyo vinapelekea uzito. Cha pili ni mafuta. Vyakula vingi vya kiwandani, vyakula vingi vya kusindikwa vinatumia mafuta kutengeneza. Kwa hiyo ukifikiria vizuri mafuta ni, ni kiungo muhimu katika kusababisha ili janga la uzito kuongezeka, kwa sababu inatengeneza hivi vyakula ambavyo unakula mara moja, unawahi kuhisi njaa, hauwezi ukasema kwamba utashiba, au vinakujengea ile hali ya kuvila, yaani kuendelea kuwa na ile hamu ya kuendelea kuvila. Kwa hiyo kuna u msemo, kuna huyu mwana mwana utafiti mmoja anasema vyakula vya kiwandani vinakuwa engineered au vinatengenezwa katika mtindo ambao ubongo wako kwanza wenyewe unashindwa kukataa. Sasa kama ubongo wako ukishindwa kukataa tayari tayari, huwezi kuzuia mdomo wako kufuata kula. Kwa hiyo vinatengenezwa na mafuta kuvifanya vionekane vizuri. Wewe mwenyewe angalia vizuri hivi, tukichukua viazi tukavikaanga na, na mafuta, namna ambavyo vinakushawishi zaidi kula viazi na vya, na, viazi vya kuchemsha. Wewe mwenyewe unaweza kuona utofauti hivi, viazi vya kukaanga ni vigumu zaidi kuvikataa. kwa hiyo kwa hiyo viwanda vimewekeza mamilioni na mabilioni na mabilioni ya pesa kuhakikisha kwamba vyakula ambavyo wanavitengeneza, ubongo ubongo wa mwanadamu hauwezi ukavikataa, na wakaona kabisa mafuta ndiyo kiungo muhimu katika kupeleka katika kusababisha hicho kitu. Kiungo cha tatu ni chumvi. Chumvi inaongezewa katika hivi vyakula vingi, katika kuleta ile hali ya ladha ambayo inafurahisha ubongo na vitu kama hivi. Kwa hiyo sasa, ni kweli tumeona athari za kila aina namna za haya mafuta ya mbegu tunarudi pale pale, nifanye nini? Kwa sababu mafuta haya yamekuwa ni sehemu ya maisha yangu kila siku, tunapikia, tunamwagia kwenye vitu tofauti tofauti na vitu kama hivyo, tunapambia hata baadhi ya vyakula. Kabla sijasema namna ambavyo tunaweza tukafanya, usisahau ku subscribe kwenye channel yetu ya Afya Essentials, na tunaendelea kukupa elimu namna ambavyo unaweza ukaitumia lishe hapo hapo ukiwa nyumbani kwa ajili ya afya yako. So moja kwa moja tukienda, ila unaweza ukachukua hizi hatua ambazo moja kwa moja kuanzia sasa na ukaweka badiliko kubwa. Kwanza kabisa unaweza ukapitia aina ya mafuta ambayo unayatumia na ukaona ili neno la vegetable oil Uwa viwanda linapenda kuandika vegetable oil, lakini ni mafuta ya mbegu moja kwa moja. Hii inamaanisha moja kwa moja ni mafuta ya mbegu. Kwa hiyo tuna mbegu nyingi ambazo tunatumia kuandaa haya mafuta lakini ni mafuta ya mbegu. Unaweza ukaacha matumizi yake, mafuta haya ya mbegu, unaweza ukaacha matumizi yake. Na kabla hujapanic, au kabla hujataharuki, una mafuta ambayo unaweza ukayatumia moja kwa moja na sio, unaweza ukayatumia actually ni mafuta ambayo tulikuwa tunayatumia. Cha pili, yapo mafuta ambayo tayari jamii za Kiafrika tulikuwa tunayatumia. Kwa hiyo kwa mfano mimi bibi yangu ameniambia kabisa, wao walikuwa wanaungia mboga mafuta ya nazi, yaani akitia nazi, akitia nazi kuungia mboga, hawaongezi mafuta mengine. Aa, lakini ukiangalia sasa tumeshajizoesha kwamba nitatia mafuta ya mbegu najua, nitatia mafuta ya mbegu, si nitakaanga nini, nafuta nitakuja nitatia na nazi, si ndio? Lakini kumbe kulikuwa kuna uwezekano kabisa ukaongea mboga yako moja kwa moja ukatia tu tui lako la nazi, ukaacha yakawa ni mafuta mazuri sana ambayo hayana athari kwako. Kwa hiyo huu ni mfano mmojawapo, na hii inaonyesha kwamba tulikuwa kumbe tunatumia haya mafuta. Kwa hiyo unaweza tu kanua nazi yako e, unaweza kanua nazi yako ukaongea mboga yako moja kwa moja bila hata ya kuongeza aina nyingine ya mafuta. Pia kuna baadhi pia hata kuna baadhi ya nyama tunavyoziunga huwa tunaona hizi nyama tayari tayari zina mafuta ndani yake yaani, lakini kutokana kat, kat, na yale mazoea, unajua unakuta tena ume wanasema yenyewe unakarangiza kwa hiyo una, unaongeza una mafuta ya mbegu unaongea hizi nyama, lakini unaweza moja kwa moja hizi nyama ukaacha yakaiva na mafuta yake, na ukaja uka ukaacha yachemke, maji yakishaisha, yale mafuta yake yakatosha kabisa kuongea ile mboga bila wewe kuongeza mafuta mengine. Kwa hiyo ina yu, yani mbadala wa haya mafuta ya mbegu, unaweza kutumia mafuta asilia ambayo yanakuja na vyakula moja kwa moja. Kwa hiyo ukitumia mafuta ya nazi, hayapitii mambo makali kama ambavyo tunaweza kuzungumzia. Kila kinandani ni mazuri kwako. Ukatumia mafuta ambayo yanakuja ya moja kwa moja na nyama ni mazuri kwako. Jambo la tatu ambalo unaweza ukalifanya, kuna haya mafuta ya mizeituni. Yes, ni mizeituni, olive oil. Wengine wanaita extra virgin olive oil. Kwa hiyo haya ni mafuta mazuri sana ambayo wewe unaweza ukayatumia, na unaweza ukatumia takula moja kwa moja kwa sababu unaweza ukatumia hata kwenye kula moja kwa moja. Ha, hatua ya nne ambayo unaweza ukaifanya, na i say naweza nikasema hii hatua ya nne kwa kweli ni kati ya hatua muhimu sana, kwa sababu kwa sababu ukifuatilia hata tafiti ambazo zinatoka katika Jakaya Kikwete International Cardiac, uh, I mean Jakaya Kikwete Institute of Cardiac au Cardiac Institute, mtanisaidia wenyewe. Kwa hiyo ukifuatilia tafiti ambazo zinatoka katika ile tafiti taasisi ya moyo, tayari ongezeko la magonjwa ya moyo sasa hivi yanazidi ya, ya. Na kiini cha magonjwa haya ukirudi ni kwenye mafuta, tunarudi pale pale. Haya mafuta ambayo yanaingia katika miili yetu ndiyo ambayo yanaweza ya yakajikusanya kwenye mishipa ya damu na kutuletea athari. Fikiria hivi, Unapokuwa unachemsha nyama ya ng'ombe, ukichemsha nyama ya ng'ombe, ukichemsha, tuna yale maji yake ambapo kama tunapendaga kunywa supu ile, yale maji yakija kukaa baadaye, baada ya muda kidogo, utakuta mafuta yameganda, yameganda hata pembeni ya chombo, si ndio? Au ukitia kwenye bakuli, yameganda kwenye bakuli, na hata unapojaribu kuyaosha, ukichukua maji ukiyaosha na maji yale, mafuta huwa hayatoki. Waga tunatumia vitu vya ziada kama sabuni tunatumia sabuni na vitu kama hivyo, tunasugua pale, na sio tu tunatumia sabuni, huwa, pia tunasugua pale. Tunaondoa yale mafuta yatoke vizuri. Sasa kwa kufikiria hivyo, hivyo fikiria ndani ya mwili wako haya mafuta huwa yanaingia kwa sababu kila siku tunakula vyakula vya mafuta na mwili unahitaji mafuta, sio kama mwili hauhitaji mafuta ma mwili unahitaji haya mafuta kwa ajili ya kazi nyingi ambazo mwilini inafanya na mafuta ni sehemu kubwa ya mwili pia katika kufanya shughuli nyingi nyingi, ila mwili anahitaji kila kitu kwa kiwango fulani. Sasa kiwango ambacho sisi tunatumia tuna kwenye mafuta, wengine tunatumia kiwango kikubwa, si ndio? Kwa hiyo tunajikuta tunatumia tuna, tuna, tuna kiwango kikubwa leo, kesho, kila siku tunatumia tuna kiwango kikubwa sana, ambacho kinaingia mwilini na kinapita kwenye mishipa yetu ya damu. Kumbuka damu na yenyewe ni maji, damu kwa asilimia kubwa ni maji. Hivyo haya maji hayawezi kuondoa yale mafuta yanapojikusanya mule pembeni kwenye kuta za mishipa ya damu. Kwa hiyo anajikusanya anajikusanya, baada ya muda anaziba mshipa ya damu, baada ya muda changamoto za moyo na vitu kama hivi vinaanzia hapo mdogo mdogo. Kwa hiyo ukielewa vizuri huu uyano kwamba unahitaji uyano mzuri kati ya kati ya wenye kitaalamu zaidi inaitwa HDL na LDL. Na HDL, high density lipoprotein hizi ndo hazina hizi ndo zina manufaa mengi na hazikuletei athari za moyo. Lakini mkusanyiko wa vitu kama LDL, low density lipoprotein, hivi ndo vinazidi kukuletea athari za moyo na ndo vimekusanishwa moja kwa moja na matatizo mengi ya kwanza moyo, kujikusanya kwenye kuta za mishipa ya damu na kukuletea athari ambazo zinafuata. Kwa hiyo unahitaji uyano mzuri kati ya hizi HDL na LDL au omega 6 na omega 3, unahitaji uwiano mzuri, na huu uwiano mzuri ndio ambayo mwili muda wote unauweka sawa. Ila huu uwiano unaweza ukaharibiwa kutokana na sisi tunavyokula vitu vingi vya mafuta, tunaingiza vitu vya mafuta vingi, mafuta ya mbegu ikiwemo. Kwa hiyo huu uwiano tunauharibu, sawa. Na haya mafuta mwilini, kumbuka, hayaondoki, yanaendelea kuwepo. Usije ukafikiri ukila leo mafuta baada ya mwezi mmoja yameondoka. Hapana, mafuta yanabaki, anajikusanya ndani ya mwili, anabaki anaendelea kujikusanya. Kwa hiyo mwili utaendelea kuchukua mafuta bila kuyaondoa. Lakini vipi, kama nikikwambia una uwezo wa kuchukua hatua kuanzia sasa, ukahakikisha haya unaweka uyano mzuri na haya mafuta ya LDL, unausaidia mwili kuondoa? Kwa hiyo una uwezo, kuna vitu unaweza ukala, ukausaidia mwili moja kwa moja kuondoa haya mafuta mabaya na kujenga mafuta mazuri ya HDL. Yaani una, ni namna ambavyo mtu tu unaiweka lishe yako, vyote vinaanzia hapa. Yani lisho ndio ufunguo wa hichi kitu. Kwa hiyo kuna vyakula ambavyo mtu unaweza ukaanza uka kuvila vikaanza kukujengea taratibu mafuta mazuri, yani ya HDL. Na mafuta mazuri yameonekana kwamba yanapatikana kwenye vyakula kama samaki, yani samaki yana mafuta mazuri ambayo mwilini yanaweza kaya yanaanza kuongezea mafuta mazuri ya samaki chakula. Ni kwamba kuna aina, kuna kundi la vyakula ambavyo linaweza ikakujengea vizuri mafuta HDL. Samaki ni mmojawapo, na mimi ningesema unayo nafasi pia ya kuondoa hata yale mafuta mabaya na kuboresha na kuboresha afya yako ya moyo moja kwa moja, na hii ni kupitia supplement. Kwa nini nimetaja hichi kitu? Nimetaja hichi kitu kwa sababu kisayansi hichi kitu kina manufaa mazuri sana manufaa mazuri sana kwa sababu, ina uwezo wa kuondoa, yani imeonyesha kwamba ina uwezo wa kuondoa yale mafuta mabaya mwilini, yani ya LDL, ikawasaidia mwili kuondoa. Pili, kukusaidia kukujengea mafuta mazuri ya HDL na kuusaidia moyo wako katika kufanya kazi yake. Sambamba na hilo, sio tu hivyo, hii supplement pia inakuongezea hata uwezo wako wa ubongo kufanya kazi vizuri na uwezo wako wa akili kiujumla na kufocus. Sambamba na hilo, pia hata uwezo wako wa macho kufanya kazi. Kwa sababu gani? supplement hii supplement hii ya mafuta ya samaki. Kwa hiyo supplement hii ni ya mafuta ya samaki, kwa hiyo ni mafuta ya samaki ambayo yamechukuliwa yakaandaliwa vizuri kutengeneza hii supplement kukufikishia wewe.